Vuta ni kuvute katika sakata la kiwanja cha Kigamboni alichogaiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda kwa ajili ya uendelezwaji wa viwanda, imeendelea kutikisa jijini Dar es Salaam baada ya mtu anayedaiwa kuwa ndiye mmiliki halali wa eneo hilo Mohamed Ikbar kujitokeza na kudai kuwa Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi William Lukuvi amedanganywa na watendaji wake. Sio kweli kwamba shauri hili lilihusu mgogoro wa ardhi na kwamba ndugu Mohamed Ikbar alishindwa kesi hii. Tunamsihi Mheshimiwa Waziri atumie wanasheria wa wizara afuatilie historia ya kesi hii na ajiridhishe na kauli yake aliyotoa kuwa ndugu Iqbal alishindwa kesi mahakamani, kwa kuwa hakuna hukumu ya namna hiyo na mahakama haijawahi kurudisha eneo kwa wananchi kama ilivyosemwa na waziri. Iqbal akikabidhi kiwanja hicho katika eneo la Kigamboni alieleza, mimi nimekubali maombi ya mkuu wa mkoa kwamba hiyo eka elfu moja mia tano ambayo, ambayo alizoziomba kwa ajili ya kuendeleza viwanda na mheshimiwa rais vilevile anapenda kuona kwamba wafanyabiashara wadogo wadogo wanakuwa ili waweze kufanikiwa kwenye mambo ya viwanda na nini. Nikaona sawa, ikishapimwa na nini, tumekubali kwamba watapewa nani eka 1500 Akipokea kiwanja hicho rasi Makonda akaweka angalizo, mtu yoyote aliye na eneo bado tunahitaji sapoti yake na ukitoa maana yake umetoa kwa ajili ya umma. Sisi hatutafuti maeneo kwa ajili yangu. Mimi ningekuja kwa mzee nikamwomba eka 10 angenipatia, e, na ningeweza kutumia mimi na mke wangu. Lakini madam najua mimi ni mkuu mkoa, nimepewa dhamana na wananchi kupitia rais wetu mpendwa Dr John Pombe Magufuli. Kazi yangu ni kutafuta mahusiano, mahusiano yanaoleta tija na faida kwa wananchi tuliokuwa nao. Changia ukijijua mikono yako ni misafi, kwa sababu ukichangia wakati mikono yako ni michafu sio kichaka cha kujificha. Mimi bado nitakushughulikia tu, hakikisha unalipa kodi vizuri, hakikisha unatenda haki vizuri, na si tutapokea na tutafanya mambo. Lakini ukitoa kesho, na jambo lako kategemea kujiegemesha pale ulipotoa, kwa sababu ulichangia, bado sheria itafuata mkondo wake. Baada ya siku kadhaa kupita, waziri Lukuvi akaibuka na kueleza kwa kweli, ninge ningelaani watu wa namna hii wanaofikiri wanaweza kuwatumia vio, viongozi wa serikali kutakatisha uchafu wao eh. sasa amekwenda amejitolea kutoa ardhi, lakini ardhi si yake. Lakini bahati nzuri, Makonda alimwambia akigundua kwamba anamdanganya anampiga changa la macho atachukua hatua. Sasa mi nitamsaidia Makonda kuchukua hatua juu ya mtu huyu, tamsaidia kwa sababu mimi ndio na vielelezo vyote vinavyojulikana kwamba alimdanganya, na lazima tumchukulie hatua huyu mtu hawezi kufika mahali anaweza kudanganya viongozi wa serikali. Akifafanua kuhusu umiliki wa kiwanja hicho kwa niaba ya Ikbar, msemaji wake Kamugisha Katabaro anasema, kufuatia maelezo ya kina yaliyotolewa, ni kweli usiopingika kwamba Mheshimiwa Waziri wa Ardhi, Nyumba na Nyumba, Maendeleo ya Makazi amepotoshwa kwa kupewa nyaraka isiyo sahihi na kwamba kupitia nyaraka hiyo ameudanganya umma hivyo kuchochea upya mgogoro ambao wataalamu wake wanaendelea kushughulikia ili kuweza kumaliza kabisa. Jambo la kusikitisha zaidi ni kuwa, wakati huu tunazungumza, wapo wananchi wachache wasio waaminifu wanaendelea kuvamia eneo hili, na wakiwavuta wengine wengi wasiokuwa, wasiokuwa na taarifa za kweli juu ya umiliki halali wa eneo hili.